Uchaguzi Mkuu Oktoba 2025. Chaguzi nyingi Tanzania zinakamilika kwa amani na umwagaji mdogo na mkubwa. Hata hivyo, upo uwezekano wa kufanya uchaguzi wa amani peke yake. Tunapendekeza ifuatavyo: moja, sheria ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi, sheria ya vyama vya siasa na sheria ya jeshi la polisi ni sehemu muhimu sana katika kujenga katika kujenga mfumo wa demokrasia na utoaji wa haki hapa Tanzania. Sheria hizi zinalalamikiwa na jamii na taasisi mbalimbali. Serikali kupitia 4R ya rais ilishughulikia kwa kiwango ambacho hakijaridhiwa na, ma, na makundi tuliyoyataja. Wito wetu, tunaomba Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kukutana na wadau Wanaowakilisha wananchi kujadili malalamiko yaliyopo kabla ya uchaguzi wa Oktoba 2025. Mbili, pawekwe kanuni ya kikao mahsusi cha wadau kutathmini amani na mustakabali wa uchaguzi siku thelathini kabla ya uchaguzi na kuheshimiwa maamuzi yake. Tatu, tume ya uchaguzi isimamie mchakato kwa haki. Watu wasinyimwe haki ya, kuchang, ya kuchagua na kuchaguliwa kwa makosa madogo madogo. Nne, tume ilinde haki za mgombea ikiwemo ya mawakala mawakala wake kupewa haki ya kuwepo kwa wakati na kushiriki katika kila hatua inayomhusu mgombea. Tano, tume isimtangaze mgombea ambaye hakupata ridhaa ya wananchi, isifanye urasimu kumtangaza aliyeshinda na hasa wa chama cha upinzani. Sita, vyombo vya ulinzi na usalama vijifunze kwa matukio ya chaguzi zilizopita ili visilaumiwe.